Idara ya upelelezi imethibitisha kukamatwa kwa Ibrahim Haidar Yusuf, mmoja wa vijana walionaswa kwenye picha za simu wakiikosea heshima bendera ya Kenya wikendi iliyopita, wakati wa mechi kati ya Mogadishu City na Police FC uwanjani Nyayo. Ibrahim mwenye umri wa miaka 17 amekamatwa saa chache tu baada ya Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja kumwagiza Mkurugenzi wa DCI Mohammed Amin kuwasaka na kuwakamata wote walionaswa wakiikosea heshima bendera ya taifa. Kama Umwangi sasa naarifu. Ibrahim Haida Yusuf ndiye mshukiwa wa kwanza kunaswa na makachero wa DCI kufuatia picha hizi za simu zilizosambaa mitandaoni zikimwonyesha yeye na shabiki mwingine wa timu ya Mogadishu FC wakikanyaga na kuikosea heshima bendera ya Kenya. Kukamatwa kwa Ibrahim mwenye umri wa miaka 17 kunajiri baada ya Wakenya kuteta wakitaka wawili hao kuchukuliwa hatua kufuatia tukio hilo la jumaamosi iliyopita wakati wa mechi kati ya Polisi FC ya Kenya na Mogadishu City ya Somalia ugani Nyayo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, aliyethibitisha kuwa msako unaendelea kumsaka shabiki wa pili, anasema watajibu shtaka la dhihaki kibinafsi, baada ya tukio hilo kutishia uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa haya jirani The two young men. Sehemu ya pili ba ya sheria za nembo za Kenya inamzuia mtu yeyote kuzikosea heshima kwa vitendo, maandishi au hata hotuba. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen.